Abuhalima katika mashekhe wa dawa hii dawatu salafia katika nchi yetu hii na vivyo hivyo ni katika matalaba wa akhuna Shekh Abdulfadhili Qasim Mafuta Kasim pale katika Markazi ya Shekhu Lislam Ibnu Taimia rahimahullahu taala, Pongwe Tanga, ambapo sote naa tumesikia na tumestafidi. Ama la pili katika munasaba wa masiku yetu haya ni kwamba mashekhe wote takriban katika nchi hii jazakumullahu khaira, kila wanavyosikiliza wanazungumzia swala so zima la amani, hivyo hivyo msikiti wetu huu maarufu katika hayo. Ni wakati sasa, kwa mujibu wa hali iliyopo katika nchi, ni wakati madai wote matalabati l elmi wote na Waislamu kwa ujumla wote, kipindi hiki mpaka atakapofika uchaguzi katika nchi hii, kuzungumzia swala hili la amani, kusisitiza na kuelezea umuhimu wa amani na ladha ya amani na madhara na chungu ya ukosefu wa amani, ambao baadhi ya nchi duniani umeonja madhara hayo watu wazima ni jukumu lenu kuelezea watoto wenu, kwa sababu vijana kama yakuluna kama watu wanavyosema, vijana wa miaka elfu mbili hawajapita e, huko hawajaona, ambao wao ndio wengi, lakini wazee wao wameona na wameshuhudia, na wenda wengine waliishi katika nchi hizo. Sasa swala la amani ni khatil ahmar, ni mstari mwekundu, mtu asiuvuke hiyo itakavyokuwa, madhira yao yatakavyokuwa. Lakini amani ikiwepo, yale madhira na zile haki na yale amo mengine zitazungumzika zita kwa mufawadha baina tarafaini zitazungumzika kwa mazungumzo baina yale makundi ambayo yanakhasimiana. Lakini ile amani itakapokuwa haipo, hakutokuwa na muda wala fursa ya watu kuweza kukaa na kuzungumza warekebishe wapi E, wazidishe nini na wapunguze nini kwa ajili ya ustawi wa nchi fulani. Kwa leo, ndugu zangu, hili jambo ni jambo letu sote sisi, msikiti huu masjidi Omar bin Khattab As-Salafia tunalisema leo wazi kasabu, kwa sababu kwanza ni jambo letu la muda wote tukilisema hili, lakini kwa kipindi hiki nadhani kwamba limekuwa ni shadidi, na mashekhe wanaozungumza na sisi tunawakokotezea waumini wetu na, na wa waislamu kwa ujumla kwamba jambo hili sio la mashekhe tu kusema bali ni yale tu sote watu wote kwa kada mbalimbali watuseme, tuambiane katika vikao vyetu, iwe tuko katika maduka, tuko katika vikao vya, vya, vya kahawa, tuko katika kila sehemu, tuzungumze jambo hili kwamba sala hii ni amani. Na mtu yoyote ambaye tukamsikia kwamba yeye yeah, anachangia na kutiunga mkono chokochoko choko, basi mtu huyu tumnasihi, tumwambie acha chokochoko choko, hizi chokochoko choko hizi zitatuletea matatizo katika nchi, ili tupate kuendelea kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ustawi wa nchi yetu na ustawi wa dini yetu na manhaji yetu, kwamba tawfikia Allah Allah, kisha kuwepo na kudumu kwa amani. Hapo hili namuona ndugu yetu pale Ibn Yamini eh, Ibn Yamini Ibn Yamini, ni wewe nimekuona, hebu eh, njoo Ibn Yamini, bora amekuja Ibn Yamini. Nimemuona ataka na pepesa pepesa macho hapa, nimemuona Ibn Yamini eh, yeah. Ni ndugu yetu huyo, ndugu yetu ni dereva magari narudi na na ni ndugu yetu akisalafi kutoka Burundi, tuko naye mara nyingi hapa. Ikiwa na salamu, nataka nikupe, hebu ngoja, simama Ibn Yamini, simama maki wewe ni Mrundi, ebu kwanza, Mrundi ni nchi ambazo zimepitia misukosuko, unaweza kutuambia nini katika dakika mbili kuhusu swala la amani? Ongea wa wa na waislamu asalafu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sala na salamu umeendee mtume Muhammad. Naam, kwanza nimefurahi sana kuzungumza na waislamu wenzangu mbele ya waislamu na salafi wenzangu, Allah kuzidisheni kheri na baraka. Nasikia mashekhe azungumzia kuhusu amani. Sisi kwetu Burundi, Subhanallah. Alhamdulillah. Amani kitu moja kikubwa sana maisha, wallahi kila nikifika Tanzania, nikiona amani iko ndani ya nchi hii, wallahi Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana. Nchi yetu kwa kweli, miaka na miaka tunalia kitu kinaitwa amani, ila mpaka leo, mpaka leo, subhanallah tujapataga amani, amani kwa ndani ya nchi yetu. Sasa yoyote yule mwana anataka kuvuruga amani kwa kweli ndani ya nchi hii, kwa kweli msimuungi mkono kwa hali yoyote ile. Amani kitu kimoja kikubwa sana sana sana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sana. Jazakallahu khaira. Leo <laughs> nimekuwa na bahati leo, ndio maana nikiongea naangalia angalia hapa chini, naangalia watu wangu nani yupo nani hayupo. Huyu ndugu yetu kama nilivyosema uamini toka Burundi Kani, ni dereva wa magari makubwa ambaye anafanya Burundi Tanzania, na mara nyingi akija hapa na tuko naye hapa na swali na mara nyingi mtu mwingine anatoka anaenda kusalimia mashekhe akisarafu mbalimbali Pongwe, Dodoma. Jazakumullahu khaira, nadhani huyu mmemsikia huyu, nakaza ndo shahidi, ayani yani awa ya ndo aloshuhudilia yale mambo kuonyesha ule umuhimu wa jambo hili na sote tunajua lakini, wanapozungumza watu kama hawa zaidi, ambao wameishi katika yale misukosuko katika ujana wao wameona, yani hawa ni mashahidi wa wazi kabisa. Sasa ikiwa ni hivyo, ndugu zangu, hili jukumu na kubebesheni, tunabebeshana sote kwa pamoja, tuimizane a, a, huku tunakokwenda, tunakokwenda tunataraji kwamba amani na tutaendelea kuzungumza hili jambo na kulifafanua katika mawiki yanayokuja na mpaka kumalizia mwezi huu, mwezi wa kumi na ikiwezekana kuanza mwanzoni wa mwezi wa kumi na moja. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa salllahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.